Baada ya mwakilishi wadi mteule Elina Mapenzi kutoka kaunti ya Kilifi kudhulumiwa na wawakilishi wenzake katika bunge la kaunti hiyo ya Kilifi, sasa baadhi ya wawakilishi wadi wenzake wamejitokeza na kulaani vikali kitendo hicho. Nina kashifu sana hicho kitendo ambacho kilitokezea kwa mheshimiwa Elina Mapenzi, kwa mheshimiwa kiongozi wa kike katika hili bunge. Hapo nyuma kumekuwa na intimidation za maneno lakini hapa imefikia intimidation mpaka za kupigwa. Mimi ninakashifu hicho kitendo. Unapomzalilisha mwanamke, unazalilisha jamii nzima. Mwanamke ni kioo cha jamii. Jambo lenye ambayo lilitokea ni jambo baya sana, halistahili lenye ambalo limetokea kwa watu wenye ambao ni leadership wenye ambao wanafaa tuonyeshe mwongozo. Wawakilishi wadi hao wakionekana kugadhabishwa na tukio hilo dhidi ya kiongozi wa kike, wakidokeza kuwa kiongozi wa kike ana nafasi sawa na viongozi wengine bungeni kutoa maoni yake. Very unfortunate, bunge hili hili tunaona hayo masuala yakitendeka na sisi kama viongozi wa kike haswa katika eh, masuala ya kisiasa, hili ni suala ambalo hatutakubali liendelee kwa sababu to me, this is pure intimidation ya kuwa, kwa sababu we ni mwanamke na unaongea ukweli, unakuwa intimidated, ndio usiendelee kuongea ule ukweli Aida. Wameitaka serikali kwa ushirikiano na bunge la kaunti ya Kilifi kuingilia kati na kusuluhisha mgogoro na hatua kuchukuliwa dhidi ya waliotekeleza maovu hayo dhidi ya kiongozi huyo wa kaunti. Tunaongea kwa uchungu na wacha tuachie uh, idara ambazo zinahusika wafanye uchunguzi, lakini haki lazima ipatikane katika swala hili naomba serikali hatua ifanyike ichukuliwe kwa sababu Tumetengeneza katiba ili sote tuwe tunaweza kupata haki. Kwa upande wake mwakilishi huyo Elina Mapenzi amesimulia kilichotokea katika bunge hilo. Alivogonga meza, nikamuuliza kwani unataka unipige? Nikumuuliza hivyo akainuka nami. Kanipiga makofi ya kichwa, kanipiga popote pale alipata. Sasa nikaona kuendelea kukaa nitaumia, nikainuka. Nilivoinuka, sasa wale wengine wote walidhania ni vita. Wakaja Clark akanishika mimi alafu wale wengine wakamshika huyo Ibrahim Matumbo. Elina akidokeza kuwa tayari amerekodi taarifa na idara ya polisi, huku viongozi wenzake wakiapa kuhakikisha kuwa anapata haki yake. Ripoti niko nazo maanake, nilivyotoka hapa mimi nilichukua hatua ya hapa bungeni ya kisheria, nikakamilisha ya hapa nikatoka, nikaenda kuripoti ishu polisi Nikapatiwa OB namba. Tutasimama na Elina, haki ipatikane. Na nataka niambie chama cha ODM from the headquarters, waliofanya kitendo hiki ni wale ambao waliwapatia mamlaka, kama majority leader ODM party na DPT whip ODM party. Merikalo, Undugu TV.